Karibu sana mwanamichezo, popote pale ulipo, kaskazini, kusini, magharibi pamoja na mashariki, njoo hapa tuzungumze michezo na burudani, sehemu pekee ambako tunapoweza kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo. Dhahiri shahiri nikwambie kwamba ni hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe fanya hivyo, uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, na ripoti kutokea hapa katika vijiwe vya Mwembeanga niye na madhumuni niweze kusikia maoni na Uh, kile ambacho anachokiona wadau wa michezo kuhusiana na mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, kwa kumbusho na nanikuambia ya kwamba tunakwenda kuziangazia taarifa za kimichezo na burudani, ila Young Africans, Simba Sports Club, bila kuwasahau Azam Football Club pamoja na Singida Black Stars wako kunako katika hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika, kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya moja kwa moja kutokea hapa katika vijiwe hivi vya Mwembe Yanga. Asalamu As alaykum. alaykum Wa wa salaam rahmatullahi anga Assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaifa hali? Wewe mzima, namshukuru Mwenyezi Mungu buheri wa afya, lakini awali ya yote nianze kusema inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Hakika kwake tumetoka, mahakika kwake tutarejea. Tumeanza kuwapoteza ndugu zetu mashuhuri maarufu katika tasnia ya michezo, akiwemo Master Tindwa. Tunajua ni mchambuzi nguli pale kwenye Clouds Media, lakini pia tumempoteza mwanachama mwenzetu Simba Sports, Abduli Kakululu ama maarufu tunamwita Madevu, ama liklozi wa Simba Sports Club na wa Skadi of Fire kutoka Temeke tawini kwangu, mempoteza mwanachama wangu ni watano, huyu kumpoteza toka tufungue tawi 2018 huyu na ni mwanachama wangu watano. Kikubwa, tumtakie kila laheri katika maisha yake mema huko anapokwenda. Tumwombee apunguziwe adhabu za kabli, na sisi kwake pia tutarejea yeye, yeah, ametangulia, si tuko nyuma yake. Tulimpenda zaidi lakini ndio hivyo, Mwenyezi Mungu pia amempenda kuliko tulivyompenda sisi, kwa hiyo naamini mwili wake bado uko pale Muluganzira ambaye alikopatia umauti toka siku ya juzi. Ndugu zake wanafanya harakati za hapa na pale kwa ajili ya kugomboa pale na kuweza kumsafirisha kuelekea huko Ifakala Morogoro kwa ajili ya mazishi. Lakini pia naamini sisi kama wana simba wote ambao tunahitaji kusogea pale, basi tunaweza tukasogea pale jioni kwenda kuangalia nini kinatokea, kama tutakabidhiwa mwili leo ili tuweze kumsafirisha kumpelekea huko anapokwenda Ifakala. Wana simba wenzangu, wana skadi, tuweze tukakutane pale, twende tukamsupport mwanachama mwenzetu wa Simba Sports na wanasimba wengine kwa ujumla nawapenda soka wengine wote ambaye kama wanaweza pia ni jambo jema. Haya yote, tuendelee na jambo ambaye lipo sasa, bwana. Nianzie hapa kwenye ngome kubwa, ngome za kimataifa, nikiwa na maana ya tournament za CAF. Hapa naizungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club dhidi ya Experience de Tunisia, Simba Sports Club dhidi ya Santa, dhidi ya Stade Marin ya Mali, lakini pia vile vile Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico. Nani kuondoka na mnyama Simba Sports Club kuelekea hatua ya robo fainali. Aa, nani kuondoka na mnyama Simba Sports Club? Binafsi niseme muda bado, baada ya mechi mbili ama tatu ndipo tutaanza kupata dila nani ataungana na Simba ama nani ataungana na Esperance de Tunis ama ataungana na huyo tunamuita nani, Petro Tatiko ama Stadi. Mariku, mari kutoka mali hapo, mimi naamini binafsi kila mmoja aliyokuwa kwenye kundi lile anahitaji kuelekea hatua ya robo fainali, hakuna ambaye anahitaji kuishia hatua ya makundi. Kwa hiyo naamini kila mmoja atachanga karata zake ili aende robo fainali, lakini naamini yule ambaye kachanga karata zake vizuri zaidi ndiyo ataenda hatua ya robo fainali. Kwao mi binafsi lazima niipe nafasi timu yangu, kwa sababu kwenye hatua hizi za makundi hatujawahi kufanya ajizi, hatujawahi kukosea. Ni wajibu wetu na ndio utaratibu wetu kwamba tukifika kwenye hatua kama hizi lazima tuwe wakali kwenye kuliko kwenye hatua za awali. Kwao naamini hapa tunaianza safari na kwa mara nyingine tena tunaanzia nyumbani, mchezo wa kwanza msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho, hatua ya makundi, tulianzia nyumbani Benjamin Mkapa zidi ya Bravo kutoka pale Angola, lakini msimu huu tunarudi tena pale pale Angola, tunaenda kuanza na Petro Atletico ambayo ni timu ngeni kabisa, hatujawahi kucheza nayo katika ardhi ya Tanzania katika kipindi hiki cha karibuni, na tuliiombea tukutane nayo, lakini kwa bahati nzuri tumekutana nayo. Tuliomba tukutane na Esperance de Tunis ama Mamelodi Sundowns ama Pyramids, ambao waliwanyanyasa ndugu zetu kama watatu hapa ardhi ya Tanzania, kwepo Azam na Mungo, pamoja na Nyuma Mwiko 2019. Sasa ilikuwa ni wakati wa kukutana na sisi lakini, tumekoswa kumpata huyo, tumepata hawa wawili. Wina amini binafsi tutaenda kufanya kazi ilionyooka na kuhakikisha tunaenda hatua ya robo fainali. Si tukifika kwenye hatua hizi hatucheki na mtu na wala hatucheki na kima, si tunacheka na nyavu. Tukifika hatua hizi hatucheki na mtu wala hatucheki na kima, si tunacheka na nyavu. E, waseme, wanasema wayaseme, wenye ziaka walete, lakini Simba Sports kwenye hatua hizi anataka kupepesa macho. Kikubwa ataenda kuamini kwamba pointi 9 nyumbani ni lazima, so nyumbaiaza Fatilia mechi zote za makundi Simba toka sare ka eh? Toka 2019 alipoanza kulibeba taifa hili kuonyesha kwamba hili ni taifa la soka kama alishawahi kutoa sare kwenye uwanja wa nyumbani sare kwenye uwanja wa nyumbani kwenye hatua ya makundi njoo chukue laki tatu nyumbani. Simba alishawahi kufungwa dhidi ya Raja Kasablanka. Unakumbuka, nimekwambia kama Simba aliwahi kutoa sare nyumbani kwenye hatua ya makundi njoo uchukue laki tatu. Sio kupoteza mchezo, sawa? Kutoa sare kwenye mchezo wa makundi njoo uchukue laki tatu. Kupoteza mchezo, Simba akapoteza mchezo mmoja tu kwenye makundi zidi ya Raja ya Kasablanka ya Morocco ambaye tulipigwa home and away. Toka hapo tuna mchezo gani? Simba kafungwa nyumbani kwenye hatua ya makundi? Hakuna kwa hapa karibuni, hakuna tulopoteza zaidi ya huo. Kwa binafsi sisi tumeshajipanga, kwenye hatua hizi huwa hatuchekagi tunafanya kazi, ndio maana ukiangalia hatua zetu zote tumefuzu asilimia kubwa, tukikusanya pointi nyingi nyumbani. So, away. Away itokee tu kama wale tulipata flash kutoka Tunisia wale vibonde tukapiga hapa nafaa, sisi tumebaki nyumbani, eh? Hey, wenyeji wa hizi kazi tumebaki nyumbani. Wageni wa hizi kazi wanaenda kutafuta vichaka vingine. Kwa nini sasa, mbona wamehama, mbona wamehama? Si wageni wa hizi kazi, sisi wenyeji wa hizi kazi, ndio maana tumebaki nyumbani, ila wageni wa hizi kazi lazima wakatafute kambi. Wageni wote wapo hapo, wale walofungwa kamba mguuni wote wapo, sababu mgeni lazima afungwe kamba mguuni. Kuku akiwa mgeni anafungwa kamba na binadamu akiwa mgeni vile vile ana alama yake, lazima agongwe muhuri ili watu wamjue kwamba huyu mgeni Eh, hey, unamjua kabisa hata mavazi yake unajua huyu wa kuja. Kwa hiyo wa kuja wote saizi hawapo. Wameenda kutafuta sehemu ya kwenda kuona hapa panafaa. Wameshindwa kukaa na sisi. Ma wenyewe sasa wenye mpira wetu Tanzania tumeachwa. Yaani mafuta na, na timu nne kwa mara ya kwanza kwenye historia ya soka kwenye bara la Afrika, hatujawahi kupeleka timu nne kwenye hatua ya makundi. Lakini tukio lingine la pili, timu tatu kwa mara ya kwanza zimekimbia uwanja Benjamin Mkapa kwa mara ya kwanza, toka historia mpira uanze barani Afrika kwa mara ya kwanza. Ni matukio mawili msimu huu yametokea: timu nne zimefuzu kwenye hatua ya makundi, lakini timu tatu zimekimbia uwanja Benjamin Mkapa, zimekimbia nyua amani. Shida nini wa? Si nimekwambia wageni wa hizo kazi, yani maji na mafuta, ameshajitenga. Tumebaki wenye mpira wetu. Kuna watu walikuwa wanabisha kwamba wenye mpira wa Tanzania ni kina nani? Sasa hivi sasa, hata ukimuuliza kuku tu anakuambia wenye mpira Simba Sports. Ukimfuata mbuzi tu kule machinjioni anakuambia wenye mpira Simba Sports. Yani upate shida yani kuuliza mke wa nyani uko wapi? hata kivadali zinauona umevimba nyuma kwenye daris. Sasa unaulizaje mke wa nyani uko wapi? Kwa majibu sasa yashaonekana wenye mpira wao Tanzania ni Simba Sports Club. Wamejidhihirisha msimu huu. Tumeshakimbiwa, tumeachiwa wenyewe ambae tumetoa jina la Lupaso pale, hmm. Sawa, tumeachia wenyewe ule uwanja na ule uwanja msimu huu mtu pale anakula anakula wiki baada eh? Ashaondoka vizuri vizuri, Huda, yeah. Mtu anakula anakula wiki hapo ah, yoyote yule. Sasa experience nani? Toka kipindi hicho sisi tupo kwenye ufalme wetu, tunaianza tuna safari experience ajaye kushika nafasi ya kwanza kwenye lenki za kafu nafasi yake ya tatu ya nne ya tatu ya nne, sawa. Lakini hapa ya kwanza unamkuta national classic, ya pili Wydad Casablanca, lakini sisi mwamba tumeenda tukavunja ngome ya pale Morocco, kukaa nafasi ya pili tukamshusha, Tuka mpaka nafasi ya nani. Nani kafanya hivyo kama sio Simba Sports Club? Sasa hizi tumejizilisha kwa Tanzania, tumevunja ngome ya kelele kelele hizi

Yu wako na kocha benchika js kabri kutokea pale nchinia uchebe ama uzuzu, ambaye alishindwa kufanya kazi tanzania akiwa simba sports, wanaenda kukutana naye kule kule nyumbani, kule kule uwanja ulipojaa na watu wakapata na maafa, wakala chuma mbili kwa moja hapa hapa nyumbani, kocha akiwa nani? Benchaki, benhaki, benhaki benchika, wanakutana naye tena kwa mara nyingine, usiompenda Kaja wana haki ya kukimbia kwa Mkapa oh, siku ya kifo chake. Ataenda huko, huko. Wale, kukimbia uwanja kukimbia unakimbia nini? Eh, Simba wanatufanyia vitendo vya ajabu, vitendo gani? Tunavaa kaniki pale sisi. Mnacheza nyinyi na wageni wenu mnacheza, wa wa na sisi sasa sha kumwambia mtu aruke geti pale, wao mbona sha kupokea wageni, wamepeleka mpaka sehemu za kupika, za kulala, kuelekeza njia mpaka mageti. Mpaka alimasiri juzi ndio amemuelekeza pale aruke geti na akashenyetwa, mbona sisi tujakimbia? Watu wamevaa jezi za kina Kaizer Chiefs na wakikaa pale jiko kuu pale VIP, na watu wameshenyetwa hapa, Simba mbona tujakimbia? Yaani wao wanakimbia saa hizi? Wao watukimbii sisi wanakimbia kimvuli chao Sawa, washajua kwenye kundi lao wote wanambulia pointi moja moja. Kwa ile aibu yao wamepeleka kwa mzee Kalume. Eh, hey, aibu yao wamepeleka kule, nyua mani Zanzibar. Eh. Hey. Hey. Ndio wamekoepeleka kule. Sasa mzee Mwinyi, bwana, jiandae upokea wageni hao. Lakini wageni hao hawakufuti machozi hao, atakusababisha ulie. Ah, wote watatu unaopokea hapo. Ah, wote watakusababisha ulie. Kiwezekana wafukuze mapema, waende Malawi au waende Rwanda kule kwa mwanachama wao mzee Po Kagame. Po, kule wakalilie mbele kule. Kichapo. Kichapo. Yani, mwaka huu kile cha tisini na nane kitakuwa mara tatu. Ah. Mimi nakwambiaje, tisini na nane wenyewe wamepata pointi moja, tumewazima sisi wachezaji watatu, wakapata pointi moja. Watatu tunawazima hapa. Monja Risek, sawa, Mode, Alphonse Modest na Shabani na mwaka huu hatuwazimi hata mchezaji sifuri, wanapata pointi ngapi? Sababu kile cha tisa na jis, jis, nane ndio kinajirudia kwenye kundi lao, mwanake wanaenda kuburuza mkia. Sasa itakuwaje hii balaa msimu huu? kuna watu wanaumia, we mkongwe anakimbia nchi eh. Kweli yani, anasema hapa mi napata shida kupata matokeo kisa siliva tu, siliva tu hapa. Mungu monye na siliva hapa mpaka mwamuzi kawachukua, kawapeleka makundi, kumbe kawapeleka kwenye kundi zolao. Yeah. wao wao, ninga wameingia kwenye kundi la njiwa yeah. Yani ule mwamuzi ana akili yule. Wewe au mimi, nataka makundi, tageti yangu makundi, kaambia kundi na kupeleka wewe ili hapa ku kawabwaga pale kwa walabu wote, maana wao shaikuwa na jeuri. Wakitoka hapa kaenda Rwanda wanafungua tawi, wakienda Kongo wanafungua matawi, wakienda Zambia wanafungua matawi. Hakuna kuwapeleka Zambia, sheri, sheri wala Djibouti, twendeni twendeni walabuni huko twende tukachimbe, tukachimbe visima vya mafuta kazi. Wanawe mwaka huu wanashinda kufungua matawi, toka nini wakafungua tawi warabuni, wameuza mchezaji hapo akapewa bonus ya kwenda kuweka kambi. Hata mechi ya kirafiki hawajacheza pale Moroko, au umesahau? hmm. walikuwa mpeleka ga kisinda, hata mechi ya kirafiki hawajacheza wamekimbia, wamerudi, wametuacha kule hizi. Wamekimbia wale kufungua tawi kule, washaenda huko Algeria wale kufungua tawi, wamemfunga klabu Afrikeni pale Tunisia ambaye wanafuzu ile kwenda ile kwenye kombe lao la shirikisho kwenye makundi. Je, walifungua tawi pale Tunisia? Yaani nafikiri wala buni kuna mashabiki wa nyuma mwiko. Wala buni kuna mashabiki wa Simba Sports tu wale. Watakozaje kufungua miradi mm. ya maji. Kazi wanayo. Kwa hiyo huko mlikokwenda ni kazi bure, mujiandae Kutuaga asante kwa kushiriki wasindikizaji nyinyi. Nakushukuru sana mnani. Asante sana.